Mimi Dr. Ali Mohamed Shein na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Dr. Ali Mohamed Shein naapa kwamba nitazitekeleza kazi zangu za rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza Mapinduzi kwa uaminifu na uadilifu na kutimiza wajibu wangu kwa moyo mkunjufu na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba na sheria nikiongozwa na haki, mila na desturi za Zanzibar bila kushawishiwa, uoga, upendeleo au chuki na kuomba Mwenyezi Mungu kunisaidie.